E, balozi aliyekuwa balozi ucheva uta, uta, utapenda kutumia, lakini kwetu sisi ni balozi Humphrey Polepole alichukuliwa. Tunajionya sisi mawakili kutumia neno kutekwa, kwa sababu hilo tumeliweka mahakamani, lakini tuseme tu alichukuliwa kwa nguvu na watu ambao e, hawajulikani mpaka sasa, lakini katika viapo e, tumewataja na kuna kiapo cha ziada cha e, kaka yake au ya ndugu yake na Humphrey Polepole amesema ni watu gani yeye e, anawafahamu ambao walifanya hilo tukio, lakini kwa kweli anaendelea kuchakatwa mahakamani, labda nisifike huko. Huyo ndugu anaitwa Godfrey Polepole, mliyokuwa mnohudhuria kesi na mliyosikia uamuzi wa mahakama mmesikia. Kwa hiyo mara baada ya tukio hilo kutokea, basi tukafungua hapa Mahakama Kuu maombi yanaitwa habeas corpus kama nilivyosema hapo awali, ni maombi ambayo unafungua katika Mahakama Kuu ili kuzitaka mamlaka au taasisi au watu ambao mnaamini wanamshikilia e, huyo huyo mhusika, na in this case tumefungua sisi maombi namba 24514 ya mwaka 2025 dhidi ya Inspector General wa Polisi, e, DPP mkurugenzi wa mashtaka, mwanasheria mkuu wa serikali, e, mkuu wa upelelezi au kamanda wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam, jeshi la polisi, pamoja na kamanda wa jeshi la polisi kanda e, maalum ya Dar es Salaam moja moja, e, yalipangiwa kusikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Salma Magimbi e, kwamba huyu Balozi Humphrey Polepole amepotea na mpaka sasa hivi haijulikani alipo. Lakini imesema mikono yake imefungwa kutoa amri ambazo tulizoomba. Mahakama tuliomba wamlete yeye au mwili wake mahakamani, kama ni yeye akiwa hai basi mahakama iweze kumchakata kisheria, aidha apewe dhamana, au wanaomshikilia ambao tunaamini wanamshikilia, kama tulivyosema mahakamani, waeleze kwamba kwa nini wanamshikilia na kwa nini hawajamshughulikia kadri sheria inavyoelekeza. Kwa mahakama imesema E, kutokana na mazingira halisi ya shauri husika hakuna ushahidi wa moja kwa moja. E, kuna neno la mahakama lilotumika kuna suspicions. E, kuna suspicions tu ambalo nafikiri ni, ni sijui kama ni hisia na, na, natumia neno na hilo la Kiingereza, tutasaidiana kwa tafsiri hisia ni kitu tofauti kidogo. Mahakama imesema kuna suspicions lakini hakuna u, ushahidi wa moja kwa moja kwamba hao wadawa waliotajwa ndio wanamshikilia Balozi Polepole pole. Ya, na imesema katika mazingira hayo eh, mahakama inachelea kuwaamuru wamlete mahakamani yeye au mwili wake ili uweze kushughulikiwa, aweze kushughulikiwa kisheria kwa sababu eh, hata hawina uhakika kwamba ni wao basi ndio wanaye eh, balozi Humphrey Polepole. Well, tulikuja mahakamani tumetimiza wajibu wetu kwa balozi Humphrey Polepole, popote alipo na, na, uhakika kwamba eh, yuko proud kwamba tunapigania hatima yake sasa hata mama tumezungumza, tumepeana moyo kwamba isingeweza kuwa rahisi, na wala hatukuanza kazi hii tukifikiri kwamba itakuwa rahisi. Mazingira e, yanafahamika kwamba watu wanaokuja kuchukua watu kwa namna hiyo huwa hawa, hawataji vyeo vyao majina yao ya, kwa hiyo zaidi ya ushahidi ambao e, namna tulivyoweka, kulikuwa hakuna kitu bora zaidi ya kufanya zaidi ya hapo. Hakuna, wote mnafahamu kwamba mazingira ambayo watu wamekuwa wanachukulia hivi siku za karibuni ni mazingira gani, hayaruhusu kabisa useme, sasa uwe kabisa useme ni polisi namba fulani, police force namba fulani, gari hili limesajiliwa kwa polisi. Hiyo ilikuwa ni ngumu, lakini tumetimiza wajibu wetu. Nini sasa kinafuata? E, kwa kuwa tuna uzoefu e, wa mapambano kama haya tayari tulishaweka ina you know, possibilities mbili in mahakama kuamua ilivyoamua au kuamua vinginevyo. Sasa imeamua ilivyoamua, sisi tayari tulishafanya tushaweka tusha akiba e, e, nyaraka za mchakato wa rufaa tumeshafaili. E, taarifa ya kusudia kukata rufaa imeshapandishwa kwenye mfumo na tumeandika barua e, ambayo imeshaanzishwa kwenye mfumo wa mahakama, tukiomba tupatiwe mwenendo na maamuzi ya mahakama ili tuweze kwenda mahakama ya rufaa.